Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Apostle John Muna na hudumu na kanisa la Worshipers of Christ Church hapa hapariabai upande wa Kiambu. Niko na ujumbe wengi wa kanisa la Bwana na ningependa huu ujumbe ushare kwa wengi, sababu huwa nakwambiwa nikipewa ujumbe wa kanisa la Kristo huwa nakufikishia, ndio ukae tayari hata wewe. Ikawa ni siku ya Friday, nilikuwa naiombea ibada ya jana na nilikuwa naomba nikiwa hapa kanisani, na nikawa nikiombea hapa kwa madhabahu, nimelala hapa chini, vile mtu humalizia maombi. Sikuondoka kwenye pale madhabahuni, nikawa na relax tu kidogo, baada ya dakika kama kumi hivi nikasikia mwili wangu umekuwa mzito na nikasikia ni kama usingizi mzito sana. Nilijikuta nimechukuliwa na Roho wa Bwana nikapelekwa mahali ambapo palikuwa na kabarabara, na haka kabarabara ni kama tule tu barabara tunakuwaga kwa kuageshaji, lakini ni kabarabara kanapitwa na magari, kaweza kutoshea gari nikatembezwa kwa kale ka barabara na kukawa ni kama kuna kamlima fulani kupanda kiasi. Pale mwisho wa kale ka barabara nikatokea kwa ka shopping center fulani. Nilipofika pale kwa ile shopping center, nikawekwa katikati ya ile shopping center, nikaambiwa tazama nilipokuwa natazama nikawa nashungushwa round kwa ile ka shopping center, nikiangalia kila activity inaendelea mahali pale, nikaona ya kwamba kuna watu wanajenga manyumba, nikaona kuna biashara tofauti za kuuza magari za maduka, nikaona kuna watu wanaoa, nikaona kila mtu ako busy na wengine wamesimama kule kando baada ya kuonyeshwa hayo yote nikaambiwa panda huku juu. Nikaondolewa mahali pale kwa shopping center nikajikuta kwenye kabarabara kengine, pia kanakaa kule kwenye kishagi, lakini ni kabarabara kanaweza pitia gari. Nikatembezwa kwa kare kabarabara kitu 300 meters, nikakuta kagiti kadogo saizi ya mlango wa nyumba lakini hako kwa hiyo kageti, kuna fence ambayo imetirimiwa vizuri sana. Nikaambiwa ingia hapa ndani. Nilipoingia hapo ndani nikaambiwa lakini kuna geti ingine ile main, lakini iko upande ule mwingine wa kule chini. Nilipoingia huko ndani nikakuta ni kama shule, na ile shule nikaona ni kama nursery school iko na madarasa mengi, lakini nikaona kuna darasa moja iko na watoto. Nikaambiwa ingia ndani. Nilipokuwa nikienda kuingia ndani, hapo mlangoni wa hiyo darasa moja, nikakuta ya kwamba wanafunzi wametoa viatu vyao, wameziweka hapo mlangoni, so wameingia ndani bila viatu. Nikasimama hapa nyuma nikitazama sasa kule mbele, sababu alikuwa wamekaa kwenye viti, wameangalia na kule mbele kwa blackboard. Nilipokuwa nawatazama, nikaona hakuna mwalimu. Wengine naona wako na huzuni, wengine wanalia, wengine wamepiga magoti. Nikasikia ile sauti imeniambia ya kwamba waangalie, hawa ndio wachache nimeachwa na wao, ambao wananitafuta, hawana kiongozi hawana mtu wa kuwaongoza mbali. Angalia, mioyo yao imepondeka, lakini wananitafuta, hawana mtu wa kuwaongoza. Nikaambiwa, nimekupa mzigo huu uwashikilie sana. Nikaambiwa sasa, toka nje. Nilipotoka nje, nikajikuta nimewekwa katikati ya uwanja wa ile shule, katikati sasa su madarasa yako kule mbali, lakini kumbuka ya kwamba darasa moja ndio ilikuwa na watoto lakini wachache sana, na hawana mwalimu ama mtu yeyote wa kuwaongoza. Nikaambiwa tazama kule juu. Nilipokuwa natazama kwenye mabati ya ile zile madarasa, kuna miti ilikuwa nyuma yake mirefu miwili, lakini imeachana kwa distance ya kitu kama kama, kama, kama mita moja mbili hivi nikitazama kule juu katikati ya ile, ile miti nikaona mawingu yale mawingu light ya white, na pia kuna ingine juu yake pia ya white, lakini mazito. Nikaona yale mazito imefunga na huko juu lakini haya light yananiwezesha nione hayo mengine. Yale mazito yakafunguka, nikaona miezi moons zilikuwa mingi. Nikaona mwezi wa kwanza umeondoka wa pili umeondoka, wa tatu umeondoka, lakini zikiondoka sioni mahali zinaenda. Ya zile miezi, yani munzi moja ikiondoka, sijui mahali inaenda. Ndipo nilisikia sauti ile niambia, tazama. Ikaniambia, hizi ni signs zile nilisema, siku zangu zikikaribia nije, kuna signs zitapatikana. Nyingi zimepatikana, na hizo miezi unaona ni zile signs, zote zishapatikana na zimeondoka. Nikaona zile munzi zimebaki chache, nikaambiwa ya kwamba hizi zimebaki chache, ni zile sai zimebaki chache ndio nikuje. Akaniambia tazama, nikaona mkono mkubwa umeshika kalamu na nikaona ya kwamba kuna kitu unaandika kwenye karatasi fulani lakini ilikuwa inaandikwa maandiko inatoka na huku upande huu, badala yaende vizuri vile tunaonaga hivi, lakini maandishi inatoka na huku. Mwenye kuniambia tazama, nikamwambia siwezi nikasoma, sababu inatoka upande huu. Nikaona kama imegeuzwa, kama vile tunaonaga TV, nageuza uh, skrini pale. Nikaona ni barua imeandikwa hivi, barua ya wale ambao walikuwa wametayarishwa wa mlaki Kristo. Nikaambiwa hii barua uwafikishie. Nikaambiwa ya kwamba soma barua ya kwanza, sababu ilikuwa kama ni kipeji. Nikaambiwa niko karibu sana, naja na, na kila mtu nitamlipa mshahara wake. Hiyo kikaratasi ikaondoka. Namba tu inasema hivi: wamejikwaza kwa mambo zao. Kumbuka nimekuonyesha ile darasa, wameacha kanisa langu, wame wameacha hema yangu waambie wawache kujikwaza kwa mambo zao, warudi kwenye hema yangu, sababu hiyo ni mimi nilisema, muwe mnakutana kwenye hema yangu. Lakini wamejikwaza na mambo zao, mimi nitakuja kulipa mtu kulingana na mshahara wake. Namba tatu, akaniambia kumbuka, nimekuonyesha kule kwa ile shopping center. Vile watu wako na shughuli tofauti, siku zangu ninapokuja watakuwa wanaendelea tu na hizo shughuli eh, shughuli zao hazitanizuia kuja kumalizia kazi yangu. Rafiki yangu, Yesu yuko karibu kuja, jitayarishe. Kila mtu atalipa kulingana na kazi yake. Ulisema hautaenda kwenye hema ya kukutania kwa sababu ya jambo fulani, ametuambia hicho ni kikwazo chako ulijiwekea hata iangalia amesema, tumemwacha tumrudie, sababu iko karibu sana kukuja. Ishara zote zile ambazo alisema tutaziona siku zake zikikaribia, tumeziona, zimebaki chache sana. Rafiki yangu, jitayarishe, mrudie Kristo, pita kwenye njia zake, iko karibu sana. Mungu akubariki ukitembea kwenye njia za Bwana. Shalom.